Serikali imeona ni vema um, kutoa, kutoa huduma hii ya usafiri wa pikipiki kwenye mikoa yetu Tanzania, na Wizara ya Maendeleo ya Jamii imenunua pikipiki 98 kwa ajili ya kugawa baadhi ya mikoa za mikoa mingine tayari ishafikiwa, na sasa tuko Songwe kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanafanya kazi zao vizuri, kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanarahisishiwa namna ya kutoa huduma katika maeneo yao na namna ya kuwafikia wananchi. Kwa serikali inategemea makubwa sana kutoka kwa maafisa maendeleo ya jamii kuanzia sasa, na hivyo wanavyoapa uh, njia nyepesi kwa ajili ya kufikia wananchi wao. Maafisa maendeleo ya jamii wamepata vifaa vya usafiri, na hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulipokea pikipiki nne na sasa hivi tumepokea pikipiki nane kwa ajili ya kuwezesha baada ya kupata kwa maana vitendea kazi vya usafiri ni matumaini yangu kwamba wakurugenzi wa halmashauri watawezesha katika kwa vya vya kazi, sekta zingine kwa mfano vitendea kazi ndani ya ofisi. Sekta ambayo inafanya kazi karibu na wananchi field, na siku zote tunatoka tu kwa ajili ya kuwafikia wananchi na kuwaelekeza, kuelimisha kwa masuala kuhusu masuala maendeleo kwa ujumla. Sasa awali na mpaka sasa tuna changamoto kubwa sana ukiangalia oh, jiografia ya maeneo yetu, lakini pia kwa uh, maana ya umbali na mazingira yenyewe yalivyo. Kwa hiyo kwetu sisi kupata hizi vifaa pikipiki zitatusaidia kwa namna moja nyingine kwa hasa wale maafisa ambao ngazi ya kata kuweza kusafiri kwa maeneo ambayo anaweza kusafiri kuwafikia wananchi e, kuhamasisha na kuhamisha enye masuala mbalimbali yanaohusu miradi na utekelezaji wake. Changamoto tulizokuwa tunakutana nazo huko vijijini, nakuta siku zingine mvua zinanyesha, mnashindwa kufika kwa wakati, nahitaji kufuatilia vikundi vya vijana walemavu mnashindwa kufika kwa wakati. Tunaahidi serikali, tutaweza kufanya kazi vizuri kwa kuwa tumeweza kupata vitendea kazi ambavyo vilikuwa vinafanya tunashindwa kufika kwa wakati, kuchukua taarifa, kufuatilia marejesho, kufuatilia maendeleo ya vikundi vyetu. Wananchi walikuwa wapati huduma kwa wakati, muda mwingine inakuwa changamoto sana. Saasa kufika vijijini, wataweza kuwafikia walengwa ambao tunawahudumia Kwatika shughuli mbalimbali kutoa elimu mbalimbali, ikiwezekana kufuatilia marejesho ya mikopo, kwenda kuunda vikundi. Kwahiyo tunategemea kwamba hhiki chombo pikipiki itatusaidia sana kuwafikia walengo wa kiurahisi zaii.